kitabu chetu hiki Albalaghatu Alwadhiha, tulisimama katika somo ambalo lina zungumzia taksimu listiara ila asliyatin wa tabaiya, kuigawa istiara kwenda kuwa ni asliya na tabaiya. Katika darsa iliyopita tulisoma ee...

takunu listicaratu asliyatan inakuwa isticarani asliya idha kana allafdu alladhi pindita kapokua tamko ambalo jarat fihi lililopita ndani yake isman jamida ni jina ambalo ni jamid ilo ganda imeitakae kama masdar au fano ake wasababu almasdar jamid hilo ya nyuma. Idha kana al lafdh, pindi takapokuwa tamko, alladhi, ambalo jarat fihi, lililopita ndani yake, mushtaqan, ni mushtaq, kwamba linanyimbuka au fi'lan au kitendo anasema hapo chini: kullu tabaiyatin qarinatuha makniya, kila istiara ambayo ni tabaiya qarina yake inakuwa ni nini? Makniya. wa idha ujriyatil istiara, na tumesoma maana ya istiara makniya hapo nyuma, kwa ni kama mrajaa. wa idha ujriyatil istiara, pindi takapopitishwa istiara, fi wahidatin minhuma kati ya moja kati ya hizo mbili, au kwenye moja kati ya hizo mbili. Fi wahidatin min huma, kwenye moja kati ya hizo mbili. Imtana ijrauha, inazuilika kuipitisha kwake. Fil ukhra, kwenye nyingine, kwenye nyingine. Tafafanua hapo mbele, kwenye ba tafafanua. Nam, tunaingia kwenye mifano, lakini namna ambayo tutakuwa tunaisoma e, hii mifano Tunasoma mfano na tunasoma ufafanuzi wake kwenye bahthi, ili kwa ajili ya kubalance. Hatutotumia ule usulubu ambao tulikuwa tukienda nao hapo mwanzo, tusome mifano tuje kujisoma bahthi; yaani tusome mifano tufafanue tuje kusoma tena bahthi. Kwa hiyo tunaposoma mfano tunasoma na bahthi; yaani hicho kipengele ambacho kinahusiana na mfano tunasoma kwenye bahthi ili kukupatia ufafanuzi. Mfano wa pili hivyo hivyo; bimaana tunakuwa tumesoma mifano na bahthi yani kwa pamoja. Qala lmutanabi yasifu alama, amesema Mutanabi akiwa anaisifu qalamu, yamuju dhalaman fi nahari lisanuhu, unatoagiza katika mchana ulimi wake, wa yufhimu an man qala, na inamfahamisha an man qala, kwa yule ambaye aliyesema, ma laisa yusma, kile ambacho hakisikike, hakisikike lakini kinafahamika Anamaanisha, tunasoma kwenye nini? kwenye bahthi bahthi. bahthi bahthi bahthi bahthi, kwa kwa sababu haya maelezo maelezo maelezo nitakayoyatoa tatakuwa kwenye kwenye hiyo, tusome ili tena tutakuwa tuisome. Lakini nikisema nitoe hapa bi maana haina haja so, yamefafanuliwa. Anasema fi al abyati ath thalathati al-ula istiara makniyah wa tasrihiyah katika beti tatu za mwanzo kuna istiara eh, ambayo ni makinia na tasrihi, ambayo tumesoma katika hiyo darasa la nyuma. Anasema tunafafanua hapa sisi beti ya kwanza kwanza, kabla tujengee beti ya pili na beti zifuatazo. Fa fil bayti al awwal, katika hii beti ya kwanza, shubihal qalam, imefananishwa kalamu. Wa huwa marjiu dhamiri, nayo hiyo kalamu ndo marejeo ya dhamiri. fi lisanihi katika neno lisani hapo kwenye beti aliosema ya yamuju dhalaman fi nahari lisanuhu, hapo biinsanin imefananishwa na, na biinsanin fananishwa na mtu kwa sababu kalamu aina ulimi, lakini makusudi yake ni kile kijino cha kuandikia. Thumma hudhifa almushabahu bihi, kisha imeondoshwa mushabahu bihi. Warumiza ilaihi na imeashiriwa hiyo mushabaha ambayo imeondoshwa bi shay'in, kwa kitu min lawazimihi, katika vile ambavyo vinavolazimiana navyo wahuwa alisan, kwa sababu ulimi unahusiana na nani? unahusiana na nani? Insani. Kwa hiyo insani hapo ndio mushabahu bihi ambayo ni mahdhuf. Kwa hiyo istiara hii itaitwa ni istiara makniya, kama vile tulivyosoma maana ya istiara makniya katika darasa hii ya nyuma, kwamba istiara makniya ma hudhifa fiha almushabahu bihi ni ile ambayo imeondoshwa mushabahu bihi wa rumiza lahu bishai min lawazimihi, na imeashiriwa kwa moja kati ya viashiria vyake au alama zake vinavyolazimia, kwa sababu ulimi unalazimiana na nani? Mwanadamu. Kwa istiara hiyo inaitwa nini? Istiara ni makniya. Kwa hapo, kwa hapo, kalam, kwa hiyo makusudio hapo inakusudia kwamba ni lile jino la kalamu. Ni lile jino la nini la kalamu la kuandikia aliposema hapo eh,

maana vile ambavyo wanafanana ni nini na usiku, asema wastuira llafdhu dalu ala lmushabahi bihi, na limeazimwa tamko linalojulisha juu ya mushabahu bihi lilmushabah ala sabili listiarati tasrihiya, katika njia ya istiara ambayo ni nini tasrihia, kama vile tulivyosoma maana ya istiara tasrihia katika hiyo darsa ya nyuma hapo wa shubbiha alwaraqu bin nahari, na imefananishwa karatasi na mchana, bi jami'il baad, kwa ule ukusanyaji wa upo, sababu karatasi ni nyeupe na mchana ni mweupe. Thumma stu'ira al-lafz, kisha limeazimwa tamko, ad-dallu ala al-mushabbah bihi, linajulisha juu ya mushabbah bihi, lil-mushabbah ala sabil al-isti'arati at-tasrihiyya, katika njia ya isti'ara ambayo ni nini? Eh, tasrihiyya, kwa sababu ukiangalia kwamba katika hii beti qalam haina ulimi kwa makusudi yake hapo ni asinnu. Aliposema fi naharin, bimaana umefananishwa mchana na nini, na karatasi sawa, kwa ule weupe wa wake. Dhalaman giza, ndo wino ule weusi wa wake. kwa bimaana, lisan ndo kile kijino cha kuandikia, dhalam ndo giza, nahar ndo karatasi kwa unaandika kile ambacho kinazungumzwa, kwa hata wewe ukiangalia ile maandishi unaelewa. Ndio hapo ndio sawifu hima amma qala ma laysa yusma kisha andiko kwa maana ukikiangalia unakielewa, ndio makusudio ya hiyo beti. Kwa hiyo e, e, e, e, e, istiara hii inaitwa nini? Istiara e, e, asliya, kwamba istiaratun tasrihiyatun makniyatun istiara asliya tasrihiya makniya, kwa sababu ndani yake kuna

wa illa man inlaman fika assuha wal wal faraqid, ninakupenda ewe ewe juwa lazama na mwezi wake hata akinilaumu mimi. Assuha nyota asuha ni najmu saghiri nyota ndogo, wal faraqid na nyota kubwa faraqid. Al faraqid ndiko neno assuha neno faraqid ndiko maana moja ila hii nyota suha, nyota ndogo, alfaraq ni nyota kubwa, kama tulivyoeleza kwamba tukisoma mfano tunasoma na ili, sabu, bachti, iyo, tunasoma na kabisa hili, kwa kwa sababu maelezo nitakayoyatoa yatakuwa kwenye hiyo hiyo, itakuwa haja kurejea mara mbili. Anasema tunasoma sasa ufafanuzi wa wa beti ya pili, fa fil baiti thani, katika beti ya pili, shubbiha saifu daula maratan, amefananishwa saifu daula mara moja, bishams, amefananishwa na nini na jua wa maratan bil badri, na mara nyingine imefananishwa ni na nini? Na mwezi. Bi jami'i rifa wa dhuhur, ni kwa kule kukusanya kuinuka na kudhihiri, kwa sababu alikuwa ni mtawala, kwa kama vile yani vile alivyodhihiri kwa watu na vile alivyokuwa na cheo cha juu kwa watu kama vile alivyodhihiri jua na nini na mwezi na kule kuinuka kwake. Thumma stu'ira al-lafdhu ad-dallu 'ala al-mushabbah bihi, kisha limeazimwa tamko ambalo linajulisha juu ya mushabbah bihi wa huwa ash-shams

na na kufichikana kufichikana kwa sababu ile ile nyota nyota ndogo ndogo kuiona kwake kwake kwake asua ni ni, ni ile nyota ndogo ambayo hata kuonekana kwake ni, ni tabu na kule kufichikana kwake. Thumma stu'ira al-lafdhu al-mushabbah ad-dallu 'ala bihi bihi, kisha limeazimwa tamko linajulisha juu ya mushabbah bihi, wa huwa suha wal faraqid lil mushabbah 'ala sabil al-isti'ara at-tasrihiyya fi al-kalimatayn, katika mifano miwili. Kwa hiyo itakuwa pia ni isti'ara eh, ambayo ni nini

ni kutaja mazuri ya maiti marehemu. Fatan ashqatuhu albabiliya hiqbatan falam yashfiha minhu birashfin birashfin wala lafmin. Nasema kijana ashqatuhu albabiliya, imempenda yeye albabiliya. Albabiliya ni ismun min asma'il khamri, ni jina miongoni mwa majina nini ya, ya, ya, ya pombe. Kwa kijana amempenda yeye pombe, hikbatan kwa muda, falam yashfiha, lakini yeye yashfiha, yani ajeiponya au ajeitekelezea, minhu birashfin, kwa kuifonza, wala rafini, wala kuibusu, maana hata ile kuisogeza mdomoni eh, ajaisogeza. Je, pombe inapenda, anatuelezea kwenye nini kwa kwenye bahthi hapo wanatufafanulia, fi baiti ath-thalith, katika baiti ya tatu. Shubbi al-babiliya, imefananishwa hiyo al-babiliya, hiya al-khamr wa ni pombe, bi-imra'ah, fananishwa na nani? Na mwanamke. Thumma hudhifa al-mushabbahu bihi, kisha mashabahu ambao ndio huyo mwanamke. Warumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi, na imeashiriwa moja kati ya ath-thuliyyati yake, wa hiya 'ashqatuhum. Kwa kama tulivyoeleza, kwa istiaara hii itakuwa ni istiaara maknia kama vile tulivyoeleza kwamba istiara e, maknia ni ile ambayo e, imeondoshwa mushabaha na kimewekewa kiashiria chake. Kilichoondoshwa hapo hapo ni mushabahu bihi, kwa kwa hapo liondoshwa nani mwanamke, kwa sababu pombe haipendi, pombe haipendi, e, eh haipendi kwa ishqatu ala sabili alistiara almakniya, katika njia ya istiara nini makniya. Kwa hiyo hapo e, itakuwa

tubakishe mifano miwili ya nyuma yaliyo ya, baki hapo ya, ya mbele wa idha raja'ta, ila kulli ijran, na pindi tutakaporudi katika kila pitisho, ajrainah, tulilipitisha ila al isti isti'arat asabika, kwa hizo istiara ambazo zilizopita, ra'aita, utaona annana, kikaa yetu sisi, fit tasrihiyah, katika istiara ambayo tasrihiyah, ista'arna al lafza, tumeazima tamko, adalla ala al mushabbahi bihi, linajulisha mushabbahu bihi bil mushabbah